Jina naitwa Happiness Oswald Njovu, nasoma kidato cha nne. Napenda kuishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa mbunge Damas Ndumbalo kwa kutuboreshea mazingira ya bweni, na ahidi nitasoma kwa bidii na tutafaulu kwa viwango vikubwa ukilinganisha na mwanzo kwa sababu tumeboreshwa bweni. Shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutenga kiasi cha fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule hii na kuwapunguzia gharama ya maisha ya wa wazazi wa Songea Mjini. Unatuma shukrani zangu za dhati kwake kwa, kwa jitihada hizi ambazo amezifanya, lakini hajatuacha, bado anaendelea kuisimamia ambavyo unaona tunaendelea kusonga mbele, ni kwa sababu ya jitihada zake na mchango wake mkubwa. Lakini pia amba ni mshukuru mbunge wa Songea Mjini, Dr. Damas Ndumbaro ameendelea kuonyesha ushirikiano wa dhati katika shule yetu. Natokea mtaa Salangula, kijiji cha Salangula, mtaa kwa umeme. Nashukuru serikali kwa kutusaidia kutusogezea hospitali karibu, maana mwanzo tulikuwa tunatabika, tulikuwa naenda shule ya Tanga, muda tuna tunafeli usafiri. Mama Samia, rais wetu, kwa kutusogezea hospitali eneo hili ametusaidia wengi sana, na tunamshukuru dkt. Ndumbaro kwa kutupelekea maoni yetu kwa rais mpaka tumepata hospitali hii. Mimi jina langu naitwa Abdoni Ndonde. Shukuri zangu kwa serikali, nasema asante sana kutuletea hospitali hii. Pongeza Dokta Ndumbaro na Samia, ambaye ndio ni rais wetu, ambaye ametuletea vigezo kama hivi hospitali nzuri. Majina naitwa Nixoneeters Mhagama, ni si mwenyekiti mwenye wa serikali ya mtaa, mtaa wa Pambazuko ya shule ya Mheshimiwa Dr Damas Ndumbaro ambaye shule hii namshukuru Mungu kupitia uongozi wa mama Samia wakishirikiana na mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa wetu diwani hapa Agaton Goliaka lipata fedha milioni 499 na hatimaye kufikia 2024 ujenzi ulianza mnamo mwezi wa pili, kishirikiana na wananchi mpaka kufikia 2025 Januari shule imeanza kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza kupitia ofisi ya serikali ya mtaa mtaa wa Pambazuko. Ofisi hii i mradi huu uliibuliwa mnamo mwaka 2017, lakini tuliweza kufanikisha kitu kama hicho, lakini baadaye pia halmashauri yetu kupitia mkazo sana wa Chama cha Mapinduzi na mheshimiwa wetu Joani umepata fedha kutoka halmashauri milioni 17 na nusu ambazo zikafika hapa zikanunuliwa bati zikaezekwa vizuri na hatimaye kufanya finishing na hatimaye kuwepo ofisi bora na ya kisasa. defendant in nikakamkuu nikakampua shule sekondari ya ila maboresho ambayo yalifanyika katika shule hii shule hapo mwanzo h shule ilikuwa na maabara ilikuwa na maktaba, lakini kwa kufikia sasa hizi tunaona shule yetu tumejengiwa maabara, maktaba za kisasa, wanafunzi wanapata muda wa kujisomea, pia tumeletewa walimu bora na huduma zingine pia, mama aendelee kuwa na moyo wa kusaidia au kujenga shule kama hizi katika manispaa au wilaya zingine. Sanga anasema kidato cha 4 katika shule ya sekondari Mwira, ndio la mkoa shule ya sekondari Mwira. Ningependa kumwambia Dkt. Samia Suluhu Hassan tunamshukuru na tunampenda sana kwa sababu amerahisisha mambo mengi katika sekta ya elimu, mfano katika shule yetu wanafunzi wote wanakaa katika mabenchi. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kufanya hiyo katika mikoa mbalimbali na kujenga shule tofautitofauti kwenye uwezo tofauti na kujaza walimu tofauti. Dr. Damas Ndumbalo ni mkubwa sana, kwani ni chanzo kikubwa cha maendeleo katika shule ya sekondari ila anasaidia kukua, kutatua vikwazo tofautitofauti. Mfano mwanzo kulikuwa kuna uchache wa madawati na maabara zikamika la lakini, mpaka sasa maabara zimekamilika. ah, kwanza tunaishukuru serikali ya Rais wa awamu ya sita kwa alivyofanya shuleni kwetu, ametutendea mambo makubwa. Tulikuwa tuna changamoto ya vyoo ambayo kwa sasa imetatuliwa. Vyoo kulikuwa kuna uhaba wa matundu ya vyoo, wanafunzi tulikuwa tunatumia vyoo kwa shida tulikuwa kuna foleni kubwa lakini sasa hivi ametuboreshea tunatumia vyoo safi na hakuna foleni kubwa kama zamani. Mimi naitwa Idris Ali Assani, nasoma shule ya msingi mwa mbili darasa la saba. Kwanza naishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutufanyia mambo makubwa katika shule yetu. Katika shule yetu tulikuwa na changamoto nyingi sana ikiwepo uhaba wa madarasa na madawati lakini kwa sasa tunashukuru serikali yetu tumpewa madarasa na madawati, hivyo tunasoma vizuri na hata nafasi zipo sasa. Mimi naitwa Brighton Daniel -hmm. ya naishi maeneo haya yalivoiko zanati maake, tulikuwa tunapata shida sana, hasa kwa wajawazito na watoto, labda saa nyingine kwenda sijui wapi mbali kwenye mlima unaona. Kwa hiyo sasa <clears throat> alivyotujengea hiki kimetuletea yani, unafuu mkubwa sana kwa jina anaitwa Diet Laurent Runyali. Tunashukuru mbunge wetu na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea kituo hichi cha afya. Mara ya kwanza tulikuwa tunaenda mbali sana. hmm. Tulikuwa tunatoka Mariasili, tulikuwa tunaenda mji mwema. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ujumla wake, saa hizi tunashukuru kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana kufuata kituo cha Mji Mwema ambacho kipo mbali, lakini saizi tunatembea tu kwa mguu kukifuata kituo hichi cha afya sana ule san hadi nauli elfu tatu kule. Naitwa Rashid Tindwa napatikana Msamara wa Makiwinda, mimi kama mtu wa usafirishaji Barabara kipindi cha kwanza ilikuwa na changamoto kama navyoona, lakini kwa sasa tumerekebishiwa, barabara iko safi, tunasafirisha wateja vizuri na hatujai kupata changamoto yoyote kwa wateja kwamba eti barabara ina shida, iko safi kabisa. Aa, changamoto ya kwanza barabara ilikuwa ina mashimo mengi, ina changamoto mabonde mengi, ukibeba abiria, abiria anakuwa na kulaumu, hata kama sehemu ambayo unatembea taratibu, bado abiria analeta changamoto, lakini tumerekebishiwa kwa sasa, iko safi kabisa ongeza serikali wanatutengenezea barabara vizuri, lakini pia kiujumla hatuna, hatuna changamoto yoyote kusema serikali iweze kutaimamu, lakini kikubwa tunachokiomba wazidi kutengenezea barabara, wazidi kutuboreshea tutu, mazingira yetu yao tu mazuri. nastasi, mali, Komba tokea katika shule ya Msamaha Sekondari. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mama Samia kwa kutuboreshea miundo mbinu hapa shuleni. Masamia amefanikiwa kutujengea madarasa vyumba vya madarasa 15 mabweni makubwa mawili na matundu ya vyoo yapatayo kumi. Namshukuru sana kabla ya kuboresha miundombinu hiyo, tuko tukirundikana katika chumba kimoja cha darasa, lakini kwa sasa akatuboreshea miundombinu a kutongezea madarasa. Kwa hiyo tunakaa, kwa, tunakaa vizuri darasani tunamsikiliza mwalimu vizuri. Kwa hiyo tunatarajia kufaulu vizuri katika mitihani yetu kwa sababu kuna miundombinu mizuri na vyo vya matundu ya vyoo yameongezeka hapa shuleni, ambayo yanasaidia sisi wanafunzi kujisaidia vizuri. Pia amejenga choo cha kisasa ambacho kinatuwezesha sisi kama wasichana kuhifadhi vizuri taka zetu. Majina naitwa Kasim Kasim Mohamed Jawazi, ni mkazi wa Songea Boys, ila shughuli zangu za bodaboda nashinda hapa hivyo kata ya Sidi kuhusiana na barabara, kikweli barabara mara ya kwanza barabara zikupo ni mbovu, lakini sasa hizi kutokana na viongozi tuliowachagua kwa mtengeze barabara, barabara ziko safi, hazina shida. Kikweli mama mama amtufanyia vitu ambavyo viko vizuri, amewatoa viongozi ambao wako sahihi, na Dokta Mdumbao naye yuko vizuri, ni mbunge wetu wa Songea Mjini. Kiukweli tunamshukuru mshukuru na ymbani idadi mapondela kwa uwepo wa barabara. Serikali imejitahidi kuanzia ngazi ya chini, tukianzia na diwani kufikia hadi mbunge, na ikifikia ngazi ya juu, mheshimiwa mama Samia, ambao anapanga bajeti na kusaidia majimbo yake yote kwenye kila kata. Kwa kupitia hilo nipongeze serikali na kata ya Seed Farm kwa kupambana barabara za mtaa kuwekwa kiwango cha lami. Naitwa Kapinga ni mkazi wa mtaa wa Makambi, kata ya Ndilima Litembo. Kwanza kabisa, ndio tunapenda kutoa shukrani zetu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya kiongozi mahiri jemedari Mama Samia Suluhu Hassan Daktari, kwa kutuletea fedha ambazo zimeweza kusaidia ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, lakini pia na hospitali za wilaya na mikoa. Lakini nikizungumzia zahanati ya Makambi, imekuwa mkombozi hii zanati toka uhuru wa nchi ilikuwa haipo, imeanza kujengwa kuanzia 2016 lakini, hadi kuja kukamilika ni kipindi hiki cha Mama Samia, yani kwa maana ya awamu ya sita. Tulikuwa tunapata adha kubwa kufuata huduma ya matibabu kutoka hapa kwenda mji mwema, gharimu sana. Wamama wajawazito wengi walikuwa wanajifungulia njiani, lakini wengi walikuwa wanapoteza maisha. Tunashukuru kukamilika kwake, imeokoa maisha ya wa wakazi wengi wa mtaa huu hususan kata ya Ndilima Litembo. Kwa majina naitwa Kementina Fredi Kiaruzi, nasoma Mateka Sekondari. Tumeongezewa madarasa katika shule yetu pamoja na vyoo kwa ajili ya watoto wa kike ambao vinatusaidia kwa wale watoto ambao wanashindwa kuwepo shuleni kwa, kwa mazingira fulani nawasaidia kuwepo shuleni muda wote na kujisomea vizuri. Pia madarasa yameongeza watu wanafunzi wengi wana uwezo wa kusoma hapa muda mrefu na pia kwa wale wanafunzi wa kiume wanaweza kuja hadi usiku kuja kujisomea pia. Napenda kuishukuru sana serikali kwa ajili ya kutuletea madarasa haya imetusaidia sana pia, pamoja na mbunge wetu. Kwa jina naitwa Athmani Salmu Abdalla, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mashujaa. Tuna jengo letu kama hivi mnavyoliona, hili jengo la nyuma hili ni jengo la utawala, yani ofisi za, za mtaa ya kata ya mjini yote, ni ofisi ya kata ya mjini ili jengo mnaliona nyuma yangu, na vyoo navyo pia vimejengwa vyo vipya. Ukiingia mle madarasani huwezi kusema labda sijui yani, yale madarasa sasa hivi pale chini pampigia sakafu vizuri eh, unaingia mle ndani unajisikia hadi. La wale watoto tunaweza tukasema wanadaiwa, lakini miundo mino yote imekaa vizuri. Tulikuwa na tatizo la barabara pamoja, tulikuwa Songea mjini, lakini tulikuwa na tatizo la barabara zetu za mitaa kwa eneo la kata ya mjini. Lakini kwa kipindi hiki cha mama, kwa kweli tunasema mama atumdai ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa katika eneo letu la kata ya mjini, tuna barabara sasa hivi. Napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwa kuanzia kwa mama Samia Suluhu Hassan akifuatiwa na mbunge wetu wa jimbo la Songea Mjini. Tulikuwa na tatizo la barabara kwenye kata ya mjini, barabara kwa kipindi cha nyuma zilizopigwa lami zilikuwa zinahesabika moja mjini, lakini kwa kipindi chao hiki sio chini ya barabara kumi na kitu ambazo tayari zimeshafanyiwa marekebisho <tinyomu> kwa okay, kweli kutokana siku za nyuma, kutokana hii barabara ilivyokaa mbaya, na sasa hivi jinsi tulivyotengenezewa tumewekewa lami, kweli tunashukuru. Barabara ni nzuri, nashukuru rais Samia pamoja na mbunge kwa kweli tunawashukuru. Hii barabara ilikuwa mbaya sana. Naitwa uh Snati, natokea kata Subira. Namshukuru mama Samia Suluhu kutujengea kituo cha afya na mbunge wetu tunamshukuru sana. Saizi atupati huduma mbali tunapata karibu, tunapata huduma safi na tunahudumiwa vizuri. Mwalimu Raymond Florian Komba ni mwalimu mkuu shule ya msingi Subira, shule ambayo ina ina kitengo cha elimu maalum na watoto wa kawaida e, shule hii ilianza kama, kama shule ya kutwa kwa watoto wa wenye usonji na walemavu wa akili baadaye serikali ikaamua kuweka bweni shule hiyo ya msingi Subira katika kitengo cha elimu maalum e, watoto hawa wapo hamsini, kati yao wavulana wako ishirini na saba na wasichana wako ishirini na tatu. Malezi aa ya watoto yanagharimiwa na serikali kwa kiwango kikubwa. Kituo hiki ni msaada mkubwa sana kwa wazazi, kwa maana ya kwamba wazazi wamepata sasa na muda wao wa kufanya maendeleo ya, ya kijamii na ya kibinafsi kwa hiyo jengo hili au shule hii imewasaidia sana wazazi, watoto hawa walelewe hapa katika mazingira haya kwa namna ya pekee. Kwa kweli, kwa niaba ya shule nitoe shukrani sana sana kwa Mheshimiwa Mbunge, ndugu yetu Daktari Damas Ndumbaro, aliyefanya jitihada kubwa sana za kuhakikisha hili bweni linajengwa. Mama Samia, na asante sana kwa kujenga shule hii mna. Mungu akubariki na mpango anaitwa Joyce Selwyn Mhecha, huyu mtoto tokea nilianza naye matatizo, alikuwa hana nguvu hata kwenye kula, tulipata na mkata. Mbeba. Kwa hiyo nilivyokuwa na mleta alikuwa kaka yake kaka, nda anambeba mbeba, hapa kutembea alikuwa hawezi kutembea vizuri, ndo alivyofika hapa. Nashukuru serikali ilivyoanzisha au nani shule hii, uu mwanangu saizi anaendelea vizuri, hata kuvuja mate ni afadhali. Nashukuru Mungu, kwa kazi zingine hata kwa hakili naona, nashukuru Mungu, hata walimu wanamsifu kweli. Nashukuru nilivyokuwa na ishi naye ni ka na, na mbeba baada ya kumleta hapa shuleni namshukuru Mungu. Hata nyumbani yakufika leso anafua mwenyewe. Parking kwa sababu eneo lake lina, lina mita mia kiurefu mita mia kwa mapana kwa almost magari yanaweza yakawa kuanzia mia Majina naitwa Mwajuma Amiri Rwambani mkazi wa Lilambo. Tunamshukuru sana mama Samia kwa kutuletea kituo hiki. Kwa kweli akinamama tunashukuru sana. Mwanzo tulikuwa tunahangaika sana, akinamama walikuwa wanajifungulia pengine njiani. Kwa sasa hivi tunamshukuru sana mama Samia kwa kutuletea kituo hiki. Kwa majina naitwa Kesia Abel Mwinuka mkazi wa Mungemshindo. Naishi mtaa wo Mngemshindo. Nashukuru sana kwa maendeleo ambayo mheshimiwa rais pamoja na diwani na mbunge wetu kwa ajili ya katika katika mazima ya mtaa wetu kama Mngemshindo, kwanza tunashukuru kwa sababu ya wametuletea hospitali ya rufaa ambayo mitaa mingi pia walikuwa wanatamani kwao, lakini bado tumeona katika kata yetu wametufikiria kuweka hospitali ya rufaa na kwa ujumla. Tulikuwa tunahangaika na wagonjwa wetu kwenda rufaa mimbili, lakini kwa sasa shughuli zote za matibabu zinafanyika kwenye hospitali yetu ya rufaa. Kwa hiyo kwa hilo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia tunashukuru kwa maendeleo ya shule, ametusaidia kujenga mashule, lakini pia vivuko, barabara na mambo mengi ambayo yanaendelea katika mtaa wa Mwinge Mshindo kusaidia zaidi, lakini pia tunashukuru Mheshimiwa Rais kama upande wetu wa Mwinge Mshindo ametutua ndoo wa mama ndoo kichwani, kwamba tulikuwa tunabeba maji kutoka mbali kusogeza nyumbani, lakini kwa sasa makaribia ya nyumba nyingi zina bomba, kwa hiyo kila mtu anatumia bomba lo jirani yake.